Kampuni ya simu za mkononi uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram ambao hii hapa ni Tecno Mobile Tanzania, wameamua kutumia kuleta utani kidogo kupitia baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba katika lile sakata la Ibra na Harmonize kwenye issue ya madeni uh, tunafahamu kwamba katika mkataba wa Ibra pale Konde Gang alitakiwa kama anataka kujitoa alipe kiasi cha shilingi bilioni ya Kitanzania, jambo ambalo limefanya watu wengi sana wakawa wanafuatilia, maana hii inshu ilikuwa ni moja kati ya stori ambazo zili trend sana huko mitandaoni. Kwa hivyo basi, hata kumbe kampuni kubwa za simu hapa bongo nazo zilikuwa zinafuatilia sakata hilo, maana katika moja kati ya comment ambazo zimeenda viral huko mtandaoni ni kwamba hawa Tecno bwana wana hii biashara yao ya simu na katika simu zao kuna hii program ya AI artificial intelligence, ambayo huaga eh, ukipiga picha unaweza ukavifuta baadhi ya vitu ambavyo hutaki viwepo katika picha yako. Yani inaitwa AI eraser, yani inaondoa baadhi ya vitu ambavyo huvitaki kuviona katika picha ambayo umepiga, so hapa katika moja kati ya comment ambazo Tecno wenyewe alikuja kuweka katika moja kati ya page huko mtandaoni kuhusiana na hili sakata la deni la bilioni moja ambalo Ibra anadaiwa na, na Konde Music Worldwide eh, ni kwamba ni hii hapa waliandika kwamba hii AI eraser tunaweza ondoa hata kipengele cha 1 bilioni kwenye mkataba, ni wazo tu. Waliandika hivyo, Tecno wenyewe meona kitu ambacho wadau huko mbalimbali mitandaoni wakaruka nayo, wakasema kwamba oh, kumbe hata Tecno nao pia wanafuatilia kinachoendelea katika kampuni ya Konde Music Worldwide, hususan katika hili sakata la kudaiwa kwa bilioni kwa msanii wa Konde Gang, Ibra, ambapo sasa hivi tunafahamu kabisa kwamba hilo sakata limeisha kwisha, baada ya Harmonize, na Ibra kufikishana mpaka Basata na mwisho wa siku ni kwamba Harmonize ameamua kumrelease Ibra katika record label hiyo bure bila kumdai